kama ni mzee ndio zobakia, wazee wote wameondoka, wazee siku wako hoi, hawawezi tena kusoma, mebakia mimi mzee. Mzee katika wa wazee nimebakia mimi mzee na Adamu, tumezobakia mimi na Adamu. Lakini Adamu pia namshinda, namshinda na kwa miaka, anipati miakaia, nimekuzidi wewe karibu nyaka kumi, pengine mi ni mzee msin hivi mimi mzee mzee hapa hapa, nafikiri ndio hakuna na katika hapa, nafikiri sio kijana mimi. Ni mzee mimi ni mzee hapa, eh, niko wala dhalin bado amin. Ujua kuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim nasta'in yawmiddin siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin amin. Hii ndio mwisho Samini kwa wala dhalil bado amin. <coughs> nashikuru Mungu shakula chumvia Alhamdulillah. Kwa hivyo alhamdulillah, tumeshamaliza musabaka wetu wa Qurani tunawangojea, e, kwa hivi maje tunawangojea hawa e, watupe matokeo sasa. Mshindi nani? Mshindi wa kwanza ni nani? Na mshindi wa kwanza ni nani? Kwanza tunashukuru Mwenyezi subhana Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungu alikotupa taufiki tukaanza mpaka tukamaliza bikhair wa afya wa sururi. Mi si mzungumzaji eh, ni mwelezaji mi mambo ya, ya kutoa mawaidha kuzungumza kutuba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sina mambo hayo mimi, mi mambo yangu kusomesha kina risalatul muawana fam eh, na kina risalatu jamia na kina safina safinatu najah na, najah, na, na eh, sisi tumefahama na mwendo. Sisi kazi yetu siko kule sanawiya, mimi niko ibtidaia au mimi niko huku. Mashaallah, alhamdulillah, nashukuru ibtidaia na iweza, lakini mambo ya sanawiya, si si yawezi. Ibtidaia na iweza kwa hizo nashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mimi nipa vitabu nikukae nikusomesha lakini mambo ya kutoa mawaidha sijui mambo ya nini, alhamdulillah Mungu akunipa taufiki ya kuzungumza wala kutoa mawaidha, lakini njoo na kitabu tupige magoti basi. Alhamdulillah rabbil alamin, kwamba tunashukuru pia tunashukuru wazee wa, wa msikiti lakini ngawa wameondoka, kwa kutupa nafasi kama hii tukaja tukafanya mambo yetu musabaqatul qur'an mimi ndo mzee na mlezi wa muasasa hii ya muhajir ambayo kwamba imesimamisha mashindano ya Qur'ani. Mimi ni mzee wao, si mwanachama wala si mwanakiti si mwenye kiti, ni mzee eh, na mlezi, wamechagua wao kwamba mimi ni mzee wao muasasatul muhajir. Kuna muasasatul muhajir, muasasatul muhajir mafao inasamiwa na kina anasi na kina muhidini na wenginewe na wenginewe na kina boki muasasa, lakini mimi ni kama mzee wao, ni kama mlezi wao, ni kama mchunga wao, nao wakanichagua hivi mafomo kwa eh. Hivyo pili, tunawashukuru wazee waliohudhuria. Tatu, tunawashukuru wale ambao kwamba walioandaa mashindano kama hii kwa namna mbalimbali. Nne, tunawashukuru wale ambao kwamba walitoa zawadi, walitoa nini? Zawadi la insha lazima ha kumshukuru alikutenda zema mshukuru, na sisi tunawashukuru wale ambao kwamba waliotenda zema. Kwa hivyo hapa kwanza kuna zawadi za pikipiki, ni pikipiki sio, e pikipiki tatu mpama ha? alhamdulillah kuna Kijana yetu yule habali huyu, Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu amnusuru, Mwenyezi Mungu amtengenezee mambo yake. Kama alitoa kumpa Mungu eh, Qurani hii kikia nguvu Qurani, basi na yeye Mwenyezi Mungu amtie nguvu, amtengenezee mambo yake yaende kama namna atakavyo, na zaidi inshallah amhifadhi na amnusuru. Huyu ndio bwana hataki kutaja, lakini mimi nitamtaja tu hata kama hataki. Ndio ametoa pikipiki tatu mfahamu, mpya ziko pale eh, na kila pikipiki karibu milioni mbili na laki nane au milioni tatu, sio habibi, ngapi eh? milioni mbili na laki nane. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anambarikie, ampe na hayo mambili na mambili na mambili mfahamu, mtengenezee na vile vile upande wa, wa wazee wetu wa msikiti nao wametoa sadaka sadaka zao kidogo, mfahamu. Kwa hivyo tumewatilia vijana kwenye mabahasha bahasha kidogo wapate kula, na wale wale ambao mbao watakao pata pikipiki pia nao tumewapa zaidi pia pesa, mfahamu. Na mshiriki wote inshallah mtapata kwa kadri ya kimizo jaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa pamoja na sisi huyo eh? Ni ndugu yangu, babake yeye na babangu mimi, baba mmoja mama mmoja, toka nitoke eh, babake yeye na babangu mimi eh? Baba mmoja mama mmoja, babangu ni mkubwa eh, babake ni mdogo. Said Hussein Badawi na Alwi Badawi, Said Hussein Ahmad Badawi na na babangu mimi Alwi Badawi. ni Alwi Ahmad. Kwa hivyo ni ndugu yangu tena huku na huku, shakik Fahamu eh. Ndo naye hataki kunitupa hapo, uko na mimi, tumefahamiana, tumeshirikiana pamoja na abui, pia tunashirikiana naye kibana. Bwana ananiambia mimi, niko pamoja na nyinyi, siwawachi, na sisi hatumwachi inshallah. Tunakushukuru mtoto wetu ndio e, hiyo meshamtangaza mdhamini wetu mne, mne, mne, mne, toa pikipiki piki, tatu no. E, ametoa pikipiki tatu huyo e, mpya tena sio used kuzangalia pale ziko hapa, hapa. <laughs> mpya na kila pikipiki piki moja milioni mbili na laki nane pikipiki piki moja e, hizo karibu laki saba na kitu e, milioni saba na kitu eh? Na, na? nani ya kitu eh? Haya, milioni nane na kitu hizo zitoa peke yake <laughs> amzidishie ya Rabbil Alamin eh? Na kuombea na kuombea mafahamu eh, kama na wewe mtu kusukuma na sisi tukusukume, hatuna cha kusukuma, lakini ila ni dua ndio letu sisi ya kukombea akusukume eh? na mwakani inshallah taala ufanyaye kubwa akupe mengi utoe, akupe from na Mungu akuoneshe inshallah taala eh, akupe na makwani huku. Na ametoa ahadi, mimi naisema bwana, na ametoa ahadi, tiketi ya ya kwenda umra mmoja ataitoa mwakani mwakani, ataka kushinda wa kwanza eh eh, sio kwa sioaih, tumefahamiana vizuri eh, ameahidi, lakini Mungu ampe ahadi yake.

Hizi sizijui mimi, zile tuzo, utakuja kuniambia mwenyewe au walizipanga. Kuna tuzo ya msikitini kwa wale wazee, mapama. Kuna tuzo ya yeye mwenyewe Muhammad Ibrahim Muhammad. Eh, lakini maarufu Buwe yeah. Lakin, like, ni Abuye. Eh, Buwe maarufu hilo, lakini jina lake ni Said Muhammad, ni Said Ibrahim, ni Said Muhammad Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad ndo liko jina lake, lakini tumemzoea buye buye. Basi buye buye, hata ukimwambia Muhammad ashtuki, kama ukimwambia buye utashtuka, atakuitikia, lakini ukimwambia Muhammad Ibrahim atajui, sababu ndio amelizoea na watu wamelizoea kumuita na yeye ameshalizoea, ila buye eh. Wazee wetu wa Kiarabu wale, tunashukuru pia tumeshirikiana pamoja

Ashraf, au Bismet, watajua na wenyewe kwa niaba ya kwa niaba ya. Pili ni Abuyi, apewa tuzo naye. Muhammad Ibrahim Muhammad anapewa sasa. Nani nane njoo nikupe mimi. Ni ipi yake? Takbiri, Allahu akbar. Ni ipi yake Jazakallah eh jazakallah, ndio ni kwa huko ii tuzo yako mashkur. Mdhamini na huyu ni mdhamini wetu ashapasishwa sasa, mdhamini wetu mdhamini maisha maisha, ashachaguliwa Sidumari Habibu Umar bin Smeti umeshachaguliwa bwana, kwamba ni mdhamini wetu wa muasasa tu muhajir katika kitengo cha hiki cha musabakatul Qur'an. Kwa hivyo ni mdhamini wetu, inshaallah Mwenyezi Mungu naye muweke mafahamu maisha mpaka lakini mbele kwa, asante asante takufahamii mbele kolukoaa bisindowe achukua ni Bismet kwa niaba ya wadhamini wa wa msikiti mfahamu, eh sababu eh, huyu marafiki wake sana na wadhamini adili na nani huyu eh, eh, eh ndio marafiki wake, kwa hiyo tumenipa yeye niaba ya wadhamini wa msikiti wa ijumaa wa Kitumbini swalla alayhi ay, umebakia ngapi sasa? mimi kupewa nani atanipa

mimi mwenyewe nani? Mngine ha. Rajai hako leo, Rajai hako naibu yake aje, naibu wa Rajai

yalifanyika mashindano ya Qurani tajwidi, mashindano ya Qurani tajwidi chini ya taasisi ya Al Muhajiri, ambapo washindi watatu walipatikana katika mashindano haya ya Qurani. Kama unavyoona hapa, washindi hawa watatu wamepata pikipiki pamoja na pesa taslim, ambapo mshindi wa tatu alipata shilingi Eh, amepata pikipiki pamoja na shilingi laki shilingi elfu hamsini. Mshindi wa pili amepata shilingi laki moja. E, katika jiji hili la Dar es Salaam upo maeneo ya Kisutu, maeneo ya Kisutu. E, pikipiki ndio hizo zinaandaliwa, pikipiki ndio hizo zinaandaliwa. Hmm, huku unawatafuta washindi huku unawatafuta maji. Mshindi wa kwanza ni huyu hapa, mshindi wa kwanza niko naye hapa. Kabla ya kupewa zawadi, haraka haraka, jitambulishe jina lako nani, unatokea wapi, unazungumziaje furaha yako katika tukio hili la leo? Umekuwa wa mwisho katika washiriki, lakini umekuwa wa kwanza katika mashindano haya ya Qur'ani tajwidi. Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa jina naitwa Abdalla Kombo kutokea Tanga. Kiukweli niseme alhamdulillahi, kwa sababu imekuwa kama ni surprise eh, kwa sababu yani sina hata la kusema. Nimefurahi sana, nimefurahi utasamaji. Pikipiki zinapelekwa, pikipiki, ngoja tuende huku, pikipiki zinapelekwa. Pikipiki ni mashindano ya Qurani ya tajwidi yaliyofanyika hapa katika msikiti wa Kitumbini E, jijini Daru Darusalamu. E, unaona waumini wakiwepo wanasubiri tukio hili kwa shauku kabisa waumini mm, wa msikiti huu wa Kitumbini wakiwa wakisubiri kwa shahuku kwa ajili ya kupewa zawadi, ziwashiriki hawa. Ngoja tusubiri tukio hilo, ni msikiti wa Kitumbini, msikiti wa Kitumbini. E, mashindano haya ya tajwidi, naona mshindi watu wanampa mkono, yuko na Sharifu mwenyewe hapa katika msikiti huu wa Kitumbini. Sasa tungerudi nyuma hapo, upige picha vizuri kwa mbali, ile bango ilikuwa kibango moja wote wapo watazamaji, kama unavyoona, mshindi wa kwanza, mshindi wa pili na mshindi wa tatu katika mashindano ya Qur'ani tajwidi mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tatu. Muhamedi Kimanja, yeye ni mshiriki, anatoka katika mkoa wa Dodoma. Kuna Bilali Osmani, kuna huyu mmoja ametoka katika mkoa wa Tanga, ambaye yeye alikuwa mshiriki wa mwisho, lakini amekuwa ni mshiriki wa kwanza, mshiriki wa kwanza mpenzo e, mtazamaji ni mtafute sharifu wa kwanza wa kwanza huyu hapa tazamaji mfadhili aliyetoa zawadi hizi, kama unavyoona anakabidhi mwenyewe, mfadhili anakabidhi. Eh, mshiriki anapanda, mshiriki anapanda, mshiriki anapanda. Anapandaa. Assalamu alaykum warahmatullah, kwa jina ni Abdallah Kombo kutoka Tanga, Shamsul Maarif. Shamsul Maarif, furaha yako kupata? Ah, nashukuru sana kwa kweli, wallahi nashukuru sana tena, kusema kwa ile furaha. nimefurahi sana Mwenyezi Mungu. Eh? kwa vijana na watoawitwo kwamba wapambane katika jambo hili la Qurani wasikate tamaa. Eh, kosa kukunani, lakini, eh, eh, kwa sababu mimi nimeanza siku nyingi pia ua lakini mara ya nne hivi yailaa ya pili hapa zilizopita hapa, nilikuwa mtu wa kwanza kule Magomeni, kulikuwa na mashindano. Hii mara ya pili lakini kabla nilishinda kama mara tano nyuma. Sharifu, unatoa wito gani kwa vijana? Maana vijana huwa Qurani wanachukulia kawaida, siku hizi zawadi zinakuwa kubwa, hebu wape ushawishi vijana. Wito ni uzuri sana. Lazima watu wakumbushwe wa, wa hasa kwa vijana. Vijana wamewacha sana Qurani, na Qurani ni kitu kilio muhimu, na ndio kiongozi wa mambo yetu yote, kwa maana Qurani ndio dawa, dawa u, yote maradhi yote kwa hivyo tutamwambia vijana ndio uongozi, wakisoma Qurani ndio maadili, ndio yuko ndani ya Qurani, sababu maadili hakuna tena. Lakini wakishika Qurani na kuhifadhi Qurani na kusomesha Qurani basi watarudi katika adili, maadili mema na mazuri. Hayapatikani maadili mema na mazuri ila katika Qurani na kuisoma Qurani na kuifahamu Qurani. Kwa hivyo wote warudi katika kuhifadhi Qurani na kuisoma Qurani na kuijua Qurani na kuifahamu Qurani. Mpenzi mtazamaji, Qurani ndio maadili, Qurani ndio kila kitu, kama mnavyomsikia Sharifu hapa akitoa fafanuzi. Mshindi wa pili naye, mshindi wa pili naye, huyu ni Bilali Osmani. Bilali Osmani anakabidhiwa zawadi na mfadhili Takbir. Yote ni moja, anaitwa Bilali ibn Uthman ibn Ramadhan. Nafurahi sana, nimefurahi sana kuwa mshindi wa pili, na mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mara yangu ya kwanza kushiriki na kupata ushindi za ndo ndio mara ake ya kwanza kushiriki. Una swali lingine, kushinda huyu. Kubali kutoka sasa, kubali kutoka sasa au fanya bidii. Mi na washauri wasikate tamaa, wazidi kupambana, bali wazidi kuisoma tu Qurani inshallah.

Mshindi wa tatu aje apewe hapa, huyu anatoka katika jiji la Dodoma, atajitambulisha mwenyeweinaa aaaae naitwa Muhammad Idi Kimanja, mimi ni mshiriki kutoka Dodoma na mashindano haya ni ya kitaifa, ni kwa mara ya kwanza kushiriki, na alhamdulillah Mungu amenipa nafasi ya tatu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri, mara yangu ya kwanza kushiriki haya ya kitaifa na kushinda, alhamdulillah. Wito watu wa Qurani Qur'an, sio kitu cha kawaida. Qurani ni kitu ambacho kinahitajika kila mara kisomwa, kama ilivyo wenyewe. Qurani inatakiwa nasomwa mara kwa mara. Kwa hiyo kwa vijana wenzangu, wazee, isomwe Qurani sana. Qurani haina mwenyewe, Qurani ni ya Mungu. Penzi watazamaji, Qurani haina mwenyewe, Qurani ni ya Mungu, tazamaji, ya mwenyewe, ya Mungu. Lakini tunaye hapa mmoja kati ya wadhamini ambao walitoa hizi pikipiki ziko tatu, yako mengi ameahidi, ana lipi la kusema, angejitambulisha mumjue na mumwone, karibu Assalamu aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa jina al almarufu bin Sumeti, mimi ni msaidizi wa imamu mkuu Seid Ahmad katika haya mashindano na ni ndugu yangu huyu na pia ni msaidizi wa mdhamini wetu mkuu na ni shemeji pia wa mdhamini mkuu Muhammad Ibrahim Muhammad. Kwa hiyo tunawapo almaarufu buye tunawapa hamasa watoto wazidi kushirika, yajayo mwakani ni makubwa zaidi kuliko haya. Kuna, kuna na umra na kuna magari. Kwa hiyo tunawahamasisha kuna... E, kwa hiyo inshallah wajifue watu mashindano ya almuhajir muhajir, ambao mlezi wake ni Said Ahmad na mdhamini mkuu ni Muhammad Ibrahim Muhammad, na mimi ni msaidizi wao, yakiongozwa na nani, Boke okay.

Alaikum salamu warahmatullahi wabarakati, watazamaji wapenzi, kama mlivyosikia, yajayo yanatisha, yameaidiwa magari, kuna safari za umra, kuna vitu mbalimbali mbali. Ni mashindano ya Qurani ya tajwidi katika jiji la Dar es Salaam ambayo yamefanyika leo katika msikiti huu wa Kitumbini ulioko katika jiji la Dar es Salaam maeneo ya Kisutu. E, kama mlivyomsikia mzamini mwenyewe ambaye ametoa pikipiki tatu, kila pikipiki naambiwa ina thamani ya shilingi milioni mbili na laki nane. Mbali ya hizo washiriki wote wamepewa bahasha na wamepewa kila kitu. Ni mimi Saimu Gwao ambayo ninaripoti kutokea hapa katika msikiti huu, wa kis... msikiti huu wa Kitumbini katika jiji la Dar es Salaam nikiwa na mpiga picha wangu Arkas e, huyu mkurugenzi wa Arkas TV moja kati ya online matata sana katika ulimwengu wa kidigitali naweza nikasema online ambazo zinaongoza e, kwa hiyo hatuna la ziada zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na leo ikiwa Ramadhani ya ngapi jamani?